Toto dimpo dimpo, unanipagawisha na bodi lako simpo. Webebi umeumbika, ukipita barabara ni wanangu wanashoboka. Nakwambia wewe mami, unavutia uwakika Yani ng'ari ng'ari, una wakashori kwenye moyo nakuweka wewe, Mama yoyo, nakupenda milele. Utani uwa kini yacha utani uwa utani uwa, utani uwa we mtoto utani uwa utani uwa, kini yacha utani uwa. Utaniua, oe mtoto utaniua. Utaniua, kiniacha utaniua. Utaniua, oe mtoto utaniua. Ah.